Anaitwa uh, Hashim Yatera ni mkunga bingwa katika Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila, pia ni course instructor wa kozi ya Perinatal Mental Health ambayo uh, kwa Kiswahili ni afya ya akili kwa mama wajawazito mpaka wanapojifungua. Kozi hii inatolewa kwa mwezi mmoja, na leo tumekamilisha mafunzo haya kwa awamu ya kwanza. Kwa nini Perinatal Mental Health? Tatizo hili kidunia linawakumba wakina wakinamama asilimia kumi mpaka ishirini, lakini Tanzania ni, asilimia, ni zaidi ya asilimia kumi na sita wamama hawa wanapata changamoto ya magonjwa ya akili. Kwenye utoaji huduma zetu, tulikuwa hatuna mfumo au taratibu maalum wa kuwagundua na no kuwapatia matibabu wakina mama wenye matatizo ya afya ya akili. Kwa hiyo kozi hii inawajengea uwezo watu watoa huduma kwa kuwabaini na kuwapa huduma stahiki. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wa huduma wote waje hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila kujifunza zaidi na ili kuweza kuboresha huduma ya mama na mtoto. Kwa majina ninaitwa Evodia Mlawa, mimi ni muuguzi, ninatokea katika hospitali ganga, ya Tosamaganga ya rufaa iliyopo Iringa. Nilikuwa hapa Mloganzila kwa muda wa mwezi mmoja kuja kujifunza perinato mental health, yaani afya ya akili kwa mama kipindi akiwa mjamzito mpaka pale atakapojifungua. Nimeweza kujifunza mambo mengi, hususani katika kumsaidia mama kipindi cha ujauzito mpaka pale atakapojifungua. Moja ya vitu nilivyojifunza ni uchunguzi au screening kwa mama mjamzito, baada ya kujifungua, namna ya kumsaidia au kumpatia huduma stahiki, kwa mfano, kutoa ushauri kwa mambo ya afya ya akili kwa mama na mtoto. Ninaamini nikitoka hapa nitakwenda kuwa kinara mzuri katika kumsaidia mama na mtoto hasa kipindi kile cha ujauzito mpaka pale atakapojifungua. Ninatoa wito kwa watumishi wote wa afya. Njooni katika Hospitali ya Taifa Muhimbili, mje mpate ujuzi na maarifa zaidi katika kumsaidia mama na mtoto. Kwa kufanya haya yote kwa pamoja, tunaweza kuokoa na kusaidia akina mama wengi ambao tunajua kabisa hawawezi kupata huduma hii. Asanteni sana.